Yes, yes, yes, yes, guys, I'm very sorry today, nilipata changamoto ya network connection, tushindwa kwenda live on time, but I believe now we can have our time together. Nilikuwa nimeschedule tuanze saa moja kamili, lakini kwa bahati mbaya ratiba ikawa imekaa vibaya, na we had a very bad time with the network connection. Kwa hiyo tukashindwa tukashindwa ku run on time. But now I'm live. So guys, you can just join us. Kuna kitu kizuri ambacho leo natamani natamani tuweze kushare. Tulitakiwa kuanza saa moja kamili. Karibu sana brother naona umesha join. Naona na wengine ambao walikuwa wamejoin last time wameondoka baada ya kuona connection ilikuwa poor, lakini now the network is back. Kuna vitu vizuri ambavyo leo natamani tuweze kujifunza. Nataka tujifunze namna ya kuweza kutumia pentatonic pentatonic scale katika nyimbo za kuabudu namna ya kuweza kutumia pentatonic scale katika nyimbo za kuabudu. Ni silaha muhimu sana itakayokusaidia kuweza kucheza pentatonic. Ninapozungumzia pentatonic scale, ninazungumzia noti tano ambazo zinazojirudia rudia. Mfano, let's say uko uf, kwenye mfunguo let's say mfunguo wa G sharp hapa mwishoni kabisa mwa fret, huku mwishoni kabisa, ukitaka kutengeneza pentatonic, maana yake uta, ukiwa katika shape hii, maana yake itakuwa hivi Utapiga uzi wa sita, utaruka freti mbili, utapiga pale, utaenda uzi wa tano, utaruka freti moja, uzi wa nne, freti moja, uzi wa tatu, freti moja, uzi wa pili, freti mbili, na uzi wa kwanza, freti mbili. Kwa shape yake itakuwa hivi. Hili ni umbo la pentatonic scale katika first position. Ukisogea kwenye fret ya pili hapa, pia ku develop pentatonic scale, na penyewe utafanya hivyo hivyo, umbo ni lile lile, kama umetumia shape hii. Hata ukienda hapa mbele yake kwenye fret ya tatu, ukitaka ku develop pentatonic na penyewe pia uta you do the same thing eh, okay? Hali kadhalika ukienda pale mbele kwenye fret ya nne. Of course, Let's say huko kwenye C hapa na pengine utafanya, kwa hiyo inakuwa inaenda hivyo hivyo kama umeshika shape ya I. Lakini kama unataka ku develop pentatonic kwa kwa shape ya M kama hii, let's say kwa mfano huko kwenye ufunguo wa, let's say huko kwenye ufunguo huu hapa, huu hapa ni G. hii hapa. Hii hapa ni G, ukitaka ku develop pentatonic hapa maana yake uta narudia tena maanake utaanza noti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya kwanza. Ehe, kwa hiyo itakuwa, utakuwa unaenda kwa, kwa kwa mfumo huu hapo, una develop pentatonic scale ya. Sasa shida ya wapigaji wengi Sio kwamba hawaijui pentatonic, wanaijua kabisa pentatonic inavyokamatwa, lakini changamoto inapokuja ni namna ya kuweza kuitumia na kuimprovise katika nyimbo mbalimbali. Sasa somo langu la leo, nataka nikuelekeze namna ya kuweza kuitumia pentatonic katika nyimbo mbalimbali, hususani katika nyimbo za taratibu za kuabudu. Sasa let's say, tuwe mfano tuwe mfano tunaanzia kwenye ufunguo wa A hapa, tukasema pengine jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hiyo ngome nyingine sina. Sasa nataka kutumia hii rhythm na huu wimbo kudevelop pentatonic yangu, kona wezo nikaanza. Okay, sasa nachokifanya hapa maana yake na apply pentatonic, baadhi ya notes za kwenye pentatonic na zi-apply kwenye rhythm yangu. Inayoitumia rhythm ni hii 1, 4 and 5. Namba 4 hii hapa ni D, namba 5 ni E. Naweza nikafanya hivo kwenye ufunguo wowote ule. Kwa mfano sema nafanya C hapa. Hii hapa ni C. Hii hapa ni namba moja ambayo ni C. Namba 4 itakuwa ni F, namba tano itakuwa G. Kwao nikitaka ku develop pentatonic hapa kwenye C, maana yake naanzia hapa sasa, kwao nitafanya mona Ukitaka kuweza kupata urahisi zaidi wakati una apply pentatonic, zipo mbinu tatu. Njia ya kwanza ni kuanza kupiga pentatonic katika shape ya I hii, au njia ya pili kupiga pentatonic katika shape ya M hii, na njia ya tatu ni kupiga pentatonic katika shape ya V hii. Okay, sasa huwa napenda kutumia A kwa sababu A iko mwishoni, kwaoni ni rahisi ni kuzionyesha hizi maumbo ya hizi shape zote kwa urahisi, kwa sababu iko huko mwishoni kabisa. Kwa mfano kwenye A then D then D E. kwa Kwa hiyo ukiwa ukiwa hapa maana yake yako, ukiwa hapa hapa pentatonic pentatonic yako yako itakuwa za hii hapa. Kwa hiyo angalia hapa kwenye M I I. Hi brother Cora Morgan, okay, tuko pamoja sawa. Sasa kanzi ya, kwa hiyo unaweza ukaanzia tena juu, kwa maana ya top, top strings, kwa maana Jina la Yesu Ningo sina pojina, sina . You see how I'm doing it? Haya maumbo ya ivv mii na vmm ndiyo tunasema maumbo ya msingi sana ambayo yanakusaidia kuweza kupiga solo kwa urahisi ni tofauti kabisa na ukitumia maumbo mengine. Yaani, haya ni tunasema ni maumbo mama ambayo yanaweza kusaidia kuweza kutawala fretboard yako kwa urahisi zaidi. Sasa let's say kwa mfano unatumia eh? angalia hapa hapa ah, kwenye unafanya kusaidia kuweza kuimprovise rhythm katika hizi nyimbo za kuabudu. Naita sodo principle: sodo I, sodo V, sodo I, sodo V. Kwa wale wanafunzi wangu ambao tunaendelea na mafunzo yale ya online ya private, kwa maana ya tuna join private kila siku, wanajua nikisema sodo I sodo V na maanisha nini. Angalia, ukitengeneza do re mi fa so la ti do, kwa hiyo so na do hizi ni noti mbili ambazo nazitumia kama leads zitakazo nisaidia kuweza ku lead wakati nacheza. Angalia mona, ukipiga sodo unapiga I, ukipiga sodo unapiga V, ukipiga sodo unapiga I tena, ukipiga sodo unamaliza na vitu. Sasa unaweza kwa jina la Yesu, ningome yangu. Simple, very simple. Unachotakiwa kukijua ni namna ya kucheza na rhythm, lakini zile beats wakati tunacheza. Hapo ukajaribu kutumia pia kanuni za double stop, kwa mfano ukasema do re mi fa sol, la ti do. Sasa unachokifanya hapa unatumia noti mbili mbili, namba mbili na namba mbili, namba mbili. Eh, moja maana like in double stop hizo Mbana uzu wa pili banauzi wa pili wa tatu amini wa pili na wa tatu hizi hii ni do, hii ni re, hii ni mi, fa so ra ti do. Sasa nachokifanya mimi najaribu kutumia tu namba mbili na namba moja, kwa hiyo kwa hiyo mbili nne mbili moja. Hi brother Edmund Charles na uh, Cora Morgan, God bless you dears, nimewaona Mungu wabariki sana karibuni sana ku, na nimefurahi mmejoin live session. Kuna vitu tunajaribu kuendelea kujifunza kwenye eneo la gitaa. Sasa, okay tunaendelea na session yetu. Mbarikiwe sana, mbarikiwe sana, mbarikiwe sana. Sasa tunaendelea na session yetu. Kwa hiyo nimesema, unaweza pia ukatumia noti ya pili kwa maana ya re pamoja na do, ukawa una lead ukasema do re amini re re do re re fa re re kwa maana yake 2 1 2 4 2 1 2 5. Sasa wakati nitamkapo jina hilo home nyingine sina, nitamkapo jina hilo home nyingine sina inakaa kama rhythm , lakini pia second solo, yaani ka, ka, ka melody fulani hivi ambako kako katikati ya rhythm na solo, kapo hapo katikati waga. Wakati mwingine tunahitaga second solo, kwa unapiga sodo alafu, unaweza kutumia namba mbili kwa, kwa hiyo jina la Yesu ingome yangu, jina la Yesu ingome yangu. Wakati wameacha break, unaweza kuwa unafanya hivi. Hii, yeah, yeah, ni sasa ni pentatonic. Hmm, unajua kwenye pentatonic uh, ni kwamba noti ya pentatonic inaingia kwenye kodi zote zilizopo zile seven basic chords za kwenye ufunguo. Kwa mfano ukiwa namba moja, ukipiga pentatonic itakuwa ukiwa kwenye namba mbili ambapo ni hapa, pentatonic itakuwa ehe. Ukiwa kwenye namba tatu hapa pentatonic itakuwa Ukiwa kwenye namba 4 hapa pentatonic yako itakuwa. Ukiwa kwenye namba tano hapa pentatonic yako pia itakuwa. Ukiwa kwenye namba sita hapa kwenye F sharp minor hapa pentatonic inapo itakuwa, eh ukiwa kwenye namba saba hapa na penye pentatonic itakuwa nane pentatonic itakuwa vile vile tena. Kwa hiyo pentatonic scale tunasema ni universal scale, kwa sababu kwenye kituo chochote, kwenye zile family chords, zile family chords nane, kwa maana namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano, namba sita, namba saba na namba nane pentatonic yenyewe inakubali, yaani kwenye kituo chochote kile pentatonic inakubali, na ndio maana kwa wale ambao bado hawajajua vizuri namna ya kupiga solo, ukijua pentatonic scale tu unaruhusiwa kuanza kupiga solo kwenye wimbo wote, kwa sababu kituo chochote ambacho waimbaji watakuwepo au kituo chochote ambacho wapigaji wenzako watakuwepo, ukiapply pentatonic inakubali, ina align, kwa sababu yenyewe ni universal scale, kwa sababu kwenye moja inakubali. Kwenye na haishi hapo, inaishi inaenda mpaka kwenye zile tunasema advanced chords. Kwa mfano ukikamata pengine this one, let's say this one is uh, a major 7 hapa yep. Wakati mwingine kupiga mziki wa jazz na aina nyingine mziki kama rock na nini, angalia, ukiwa unapiga hivi tu niki apply pentatonic, utashangaa inakubali hapa. Angalia hata nikipiga diminished number 2 hii diminished chord B diminished yeah. Yani unakuja kugundua kwamba pentatonic ina apply kwenye karibu kila aina ya kodi ambayo utakuwa unaiapply kwa wakati huu. Sijajua kama kuna mtu nimemsaidia kwenye eneo la pentatonic. Nimezungumzia pentatonic hasa katika first position tu hapa mwanzoni kabisa, kwa maana ya kwamba ukishika shape ya I kwenye ufunguo wote, kama ukiangukia kwenye shape ya I basi pale mwishoni namba sita pale una uwezo wa kudevelop pentatonic scale, lakini ikitokea umeangukia hapa kwenye second position, kwa maana ya shape ya M hii, au hivi, aina ya umbo la pentatonic litakuwa hivi. Lakini ikitokea imeangukia kwenye shape ya V okay, hapa na penye umbo la pentatonic litakuwa hivi sasa. Baadaye kuna extended, of course, ziko position tano za pentatonic kwenye gitara lako. Kuna first position, second, third, fourth na fifth. Ziko tano. Na nimeshazielezea hizi tatu. Lakini kubwa zaidi nimeelezea hii first position. Lengo ni kwa ajili ya kukusaidia kuweza kujua namna ya kuweza kuingiza pentatonic kwenye nyimbo mbalimbali. Tafadhali sana kama umebarikiwa na session ya leo, niandikie tu kwenye comment, nitajisikia kubarikiwa, nitajisikia vizuri, utakuwa umenitia moyo. Lakini pia uniambie pia ungetamani pengine kesho tuwe na session inayohusu nini. Natamani kama kesho tungeendelea na pentatonic lakini katika second inversion na baadaye kwenye third inversion. Lakini nakushukuru wewe ambaye umeniunga mkono kwa kujoin kwenye session hii. God bless you. Naomba kesho usikose. Tutakuwa na session kuanzia saa moja. Sema leo tulichelewa badala ya kuanza saa moja tukaanza sasa saa mbili. Kwa hiyo God bless you for joining. Naamini kuna vitu unaendelea kujifunza. Na okay, very good. Na kama utatamani mada yote tuweze tuendelee tena kujifunza kesho, tafadhali utaniandikia tu kwenye comment section, alafu then kesho tutaendelea tena. Mungu akubariki sana, mimi nikutakie usiku mwema, tomorrow tutaendelea tena na session nyingine. Hizi ni ni bonus session ambazo tunazitoa kwa wanafunzi wote, ukiachana na wale ambao wamejisajili. Tuna tuna kozi ya miezi mitatu kamili, na tumegawanya session katika siku moja moja kwa muda wa jumla ya siku jumla ya siku 60 kwa hiyo ndani ya siku 60 Mwanafunzi wangu anakuwa na uwezo wa kupiga gitaa lake bila shida kabisa. Kuna jumla ya topics ziko kumi zimegawanywa kwenye kila subtopic. Kwa hiyo kila siku tunapiga subtopic moja. Ni nusu saa tu ni private guitar lessons. Kwa hiyo kwa mfano saa hizi saa 2 dakika 17, saa 2 na nusu anaingia mwanafunzi mwingine na, m na mtrain mpaka saa tatu kamili. Hivyo hivyo. Tunaendelea hivyo hivyo mpaka tunamaliza course. Kwa hiyo kama uko interested unaweza ka join, uh, ukajisajili, ukishajisajili basi tunaendelea na private session. Njia hizi ambazo nafanya kama public. God bless you guys have a good time. Bye bye. Asanteni sana.